Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma limemkamata na kumfungia leseni ya udereva kwa muda wa miezi mitatu uh, dereva wa serikali aitwaye uh, Bakari Kasim Rudohela huyu ana miaka 32 ambaye alikuwa akiendesha gari la serikali lenye namba za usajili S, STN 26 hii ni mali ya serikali. Baada hii ni aina ya gari ya Toyota Land Cruiser, baada ya kuvunja sheria za usalama barabarani dereva huyo mnamo tarehe moja mwezi wa nne mwaka 2025 katika eneo la Kionda Darajani lililopo mkoa wa Morogoro eh, alisimamishwa na askari wa kikosi ya usalama barabarani kwa kosa, mara baada ya kufanya kosa au kutenda kosa la kuyapita magari mengine eneo ambalo aliruhusiwi kisheria. Dereva huyo mara baada ya kusimamishwa alisimama na askari alimweleza kosa alilolitenda, wakati akiendelea kupata taarifa za gari hilo kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria, dereva huyo alirudi nyuma kisha kuondoa gari hilo kwenda mbele kwa kasi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Tukio hilo lilisambaa ili, ili, kwenye vyombo vya habari a kwenye mitandao ya kijamii kuanzia tarehe moja mwezi wa nne mwaka 2025. Jeshi la polisi linatoa lai kwa madereva wote kuheshimu na kufuata sheria za usalama barabarani ikiwemo kuzingatia kanuni pamoja na taratibu zote za usalama barabarani ili kuepusha ajali. Jeshi la polisi aliita sita kuchukua hatua za kisheria kwa watu wote au kwa madereva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani. asanteni sana.